Marekani imetambua na kuwekea vikwazo makampuni mawili ya Ukraine yanayodaiwa kusambaza vipuri muhimu kwa kiwanda cha serikali cha Iran kinachotengeneza drones. Hatua hii ni sehemu ya operesheni kubwa ya Marekani kuzuia maendeleo ya makombora ya drones za Iran. Marekani imetangaza orodha mpya ya watu 32 na kampuni zinazohusika kusaidia programu ya makombora na ndege za Iran, ikiwemo makampuni ya GK Imperativ na Ekofera, yote yakiwa Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, makampuni hayo yanadaiwa kufanya kazi kama mashirika mbele, kwa niaba ya mawakala wa ununuzi wa Iran waliokuwa wakisafirisha vipuri vya anga kwa HESA, mtengenezaji mkuu wa drones za kijeshi nchini Iran. HESA, H-E-S-A, ni mtengenezaji wa ndege aina ya Shahed 131 na Shahed 136 ambazo Urusi imekuwa ikizitumia katika mashambulizi ya umbali mrefu dhidi ya Ukraine. Kiwanda hicho pia kinatengeneza Ababil, droni ya bei nafuu inayotumika na makundi yenye uhusiano na Iran kama vile Hamas, Houthis pamoja na Hezbollah. GK Imperativ na Ekofera wanatuhumiwa kusaidia Iran kupata attitude indicators, yaani vinasaidia kujua mwelekeo wa pua ya ndege, magnetometers vinapima nguvu za uga wa sumaku, alternators za injini pamoja na sensa nyingine zinazohitajika kwa ujenzi wa UAVs. Mawakala watatu wa Iran Bahram Tabibi, Batul Shafiei na Said Pahlavani Najad wanadaiwa kushirikiana na makampuni ya Ukraine kuunda mtandao wa usambazaji ulioruhusu Iran kufikia vifaa muhimu bila kugundulika. GK Imperative iliyoanzishwa mwaka 2018 imesajiliwa Kharkiv na inasemekana kushughulikia kemikali na vifaa vya ujenzi. Ekofera iliyoanzishwa mwaka 2016 ina ofisi Kharkiv na Kiev na inajitambulisha kama kampuni ya ushauri na usafirishaji wa vifaa kwa jumla. Simu zao hazikujibiwa wakati jarida moja la biashara lilipojaribu kuzipata kwa maelezo zaidi. Makampuni hayo na mawakala wao wameongezwa kwenye orodha ya vikwazo chini ya agizo la rais linalolenga wazalishaji wa silaha hatari na mitandao inayowasaidia. Hatua hii inazuia ufikiaji wao wa mfumo wa kifedha wa kimataifa ya kukataza biashara nao kupitia taasisi za Marekani. Marekani pia imezitaka nchi nyingine kutekeleza kwa ukamilifu vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran, ikisema ushirikiano wa kimataifa ni muhimu kuizuia Tehran kupata vipuri vya kijeshi. Orodha hii ina makampuni kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu, Iran, Ujerumani, China, Hong Kong, India, pamoja na Ukraine, yote yanadaiwa kuhusika katika kuimarisha uwezo wa Iran wa kuzalisha makombora ya masafa marefu na ndege za mashambulizi. Ingawa Iran hutengeneza miundo ya Shahid, Urusi sasa inazalisha mamia ya toleo lake la ndani linaloitwa Geran, ikizitumia kwa kasi katika mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Ukraine.